Sungura Mwizi. Karibu sana kwenye chaneli yako pendwa Hastenic Production. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa rafiki zako wote. Simulizi hii kali itakufurahisha, kukufundisha na kukuacha mdomo wazi. Bila kusahau, kila wiki tunakuletea hadithi mpya zenye mafunzo na burudani kabambe. Twende sawa. Katika msitu mkubwa wa Mchagani, palikuwa na utulivu wa kipekee. Ndege walikuwa wakipiga kelele tamu asubuhi, majani yalitikisika kwa upepo mwanana wa jioni, na wanyama waliishi kwa mshikamano wa ajabu. Lakini kama kila sehemu duniani, palikuwa na mmoja mwenye akili nyingi, lakini zisizotumika vyema, Sungura Mjanja. Sungura huyo aliishi chini ya mwamba mkubwa karibu na mto. Hakuwa na kazi rasmi ila kila siku alifikiria mipango mipya ya kuishi kwa ujanja. Alikuwa mjanja kupindukia, lakini tamaa yake ya mali na starehe ilizidi kiasi. Siku moja, Sungura aliamka asubuhi na mapema akiwa na mawazo mengi kichwani. Nitakufa maskini kweli? aliwaza. Nimechoka kulala chini ya mwamba. Nataka nyumba ya tofali, dirisha la vioo, mlango wa chuma na hata kupanda ndege kwenda miji ya mbali kama Simba anavyosema. Akiwa anapiga mswaki kwa kijiti cha mti wa mwarobaini, akapata wazo la ajabu. Kwa mbali aliweza kuona shamba la ndizi la Bwana Nyani ambalo lilikuwa limekomaa sana na matunda yalining'inia kwa uzito hadi matawi yakawa kama yanakata. Aha! akasema Sungura, kama nikilivaa hili shamba lote na kuuza ndizi sokoni, nitaweza kuanza mjengo! Siwezi kuwahi kila kitu kwa wakati mmoja, lakini hii itakuwa mwanzo wa ndoto zangu. Lakini alijua Bwana Nyani alikuwa mlinzi mkali wa shamba lake. Aliweka mbwa wakali Mbwa Koko na Mbwa Kido, walinzi wa usiku na mchana. Sungura alikaa chini ya mti wa mwarobaini na kuchora mpango wake kwa kutumia mti, akawa anazungumza na yeye mwenyewe: ili niingie kwenye lile shamba, lazima niwatoe wanyama wote njia, na njia pekee ni kuwahadaa. Ndiyo, nitawadanganya wote wasiende shambani kesho. Kesho yake aliitisha kikao cha dharura cha wanyama wote kwenye uwanja wa wazi uliopo karibu na kisima cha msitu. Walikuwepo kobe mzee mwenye busara, paka mjuaji wa kila kitu, tembo mwenye nguvu, swala mwepesi fisi mcheshi lakini mchoyo huku msambazaji wa habari. Sungura alisimama katikati, aka clearing throat. Wapendwa wanyama wenzangu, naomba niwape tahadhari. Usiku wa leo nimeota ndoto ya hatari, ndoto ambayo haijawahi kunijia hivi karibuni. Msitu wetu unakaribia kuvamiwa na watu wenye silaha wanaokuja kuwakamata wanyama kwa sababu ya kushambulia mashamba ya binadamu. Wamesema wanyama wanaoenda mashambani kesho watachukuliwa na kufungwa au kuuawa. Wanyama walitazamana kwa mshangao, wengine wakihema kwa hofu. Je, ni kweli hiyo? Sungura aliuliza Kobe. Ndiyo, akajibu Sungura akijifanya kupigwa na hofu, na sikuwahi kuambia uongo hata siku moja. Wanyama wote walijikubalisha kwa hofu, wakasema hawataenda shambani hata mmoja, wakakubaliana kukutana kesho ili waone hali ikoje. Usiku huo Sungura alikaa macho hadi saa sita za usiku, akavalia kofia yake ya ujanja na kubeba gunia kubwa alilolificha kwa muda mrefu. Akapita njia ya kichochoro kuelekea shamba la Bwana Nyani. Kwa bahati nzuri Mbwa Kido alikuwa amelala fofofo na Mbwa Koko alikuwa ameumwa na jino siku hiyo, akawa yupo hoi. Sungura alizama kwenye shamba na kuanza kung'oa ndizi, akazijaza kwenye magunia manne, akazibeba hadi kwa Nguchiro, rafiki yake ambaye alikuwa na pikipiki piki. Tufanye biashara Nguchiro, usiku huu nipeleke sokoni nikauze hizi ndizi, faida nitakugawia asilimia kumi, akasema Sungura. Nguchiro mwenye tamaa kama Sungura alikubali haraka. Wakafanya kazi hiyo usiku kucha hadi alfajiri. Baada ya wiki mbili, Sungura alianza ujenzi wa nyumba ya ajabu msituni. Aliwaambia wanyama, nilipewa msaada na NGO za binadamu. Wanyama walimpongeza sana bila kujua ukweli. Lakini kuku ambaye huwa anaamka mapema alikuwa amemwona sungura akitoka usiku siku ile aliyoiba ndizi, akabaki na shaka. Bwana Nyani alipoona shamba lake limeporwa, alihamaki sana. Aliamua kufunga kamera za siri ili afahamu mwizi atakayefuata. Bahati mbaya kwa sungura, tamaa haikuisha. Siku ya tatu alirudi tena, akidhani ana bahati ile ile. Mara tu alipoingia kwenye shamba, taa kali zilimulika na sauti ya sireni ikalia, mwizi, mwizi, mwizi! Mbwa Koko aliyekuwa amepona alimfuata sungura kwa kasi ajabu. Sungura akakimbia hadi kwa kobe akitaka kujificha. Kobe, nisaidie, ni maisha au kifo! Lakini kobe alimtazama kwa huzuni. Uliwadanganya wenzako, ukaiba jasho la mwingine. Sasa kimbia zako. Sungura alikamatwa na Bwana Nyani, lakini kwa kuomba msamaha sana na kukubali kulipa fidia kwa kufanya kazi ya kulima shamba hilo kwa miezi sita, aliachiwa. Alijifunza kuwa ujanja bila maadili hujenga nyumba kwa mchanga, haidumu. Na ndoto za ndege zinahitaji mabawa halali, si mwendo wa wizi. Simulizi hii imeletwa kwako na Hastenic Production, mahali pa simulizi kali zenye mafunzo na burudani. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki zako, ili ujumbe huu waelimike wengi. Kumbuka, ujanaja bila busara ni upumbavu. Tujifunze, tuburudike, tukue pamoja. Hastenic Production, twende sawa!